Ndugu zangu karibuni kwenye channel hii ya Plan B computer. Leo nitaenda kuwaonyesha jinsi ya kufuta window zinazokuwa zaidi ya moja, ambayo unapowasha kompyuta yako ulishusha window, baadaye ile nyingine inakataa kutoka, unaamua unaikuta una, una inabaki kama copy ya window kwenye kompyuta, na nahisi mazoezi wengi tumekutana nayo, so, tunaenda ku utatua tatizo hilo kwa njia hii hapa ya kutumia CMD na kuingiza kodi kwa CMD. Karibuni sana, tuanze. Utaboneza control ano, utaboneza window key plus x, yani yaani, unaboneza ile kile kialama cha box box, kile ndio cha window kwenye kibodi yako na unabonyeza pamoja, unaibonyeza hiyo bado, unafuata unabonyeza zote kwa pamoja, hiyo control hiyo window key plus x, yani window key jumlisha x, kwa unabonyeza kwa pamoja, itakuletea kwenye hiyo menu. Baada ya hapo, utashuka hiyo menu, kisha kuja kwingine, unaweza ukabonyeza hivi kuletea PowerShell juu hapa, alafu hapa chini utakuta PowerShell administrator kwa hiyo utazitafuta tu hizo zote ni command, ila wewe utaenda kwenye administrator ambao kupata ruhusa, utabonyeza hiyo hiyo, itakuletea s yes. Utakuletea kidabo log hapo kwenye screen yako, kuna yes na no, wewe bonyeza yes kuruhusu. Baada ya hapo, so utafika hapo. Ukishafika hapa, hapa utakuletea uwanja uhapa. Sasa hapa ndiyo utaenda kuandika kodi zako hapa ili kuifikia hiyo sehemu ya hizo, hizo windo zako utaandika hizi kodi, utaandika BCD then utaandika kwa edit. Ushanielewa? Baada ya hapo, utaweka space, utaweka hiyo alama hiyo ya kulala then utaandika ena baada ya hapo, utaweka tena space utaweka huo mlalo utaandika lv hapo utaipa enter, itakuleta hapa tutakapoona hapa. Wewe ila kuangaliza fanya na na, na kuelekeza mimi, anayefanya nachokifanya mimi, utafanikisha kufuta hiyo window ambao uitaki hiyo copy ambayo ilibaki kwenye kompyuta yako. Ukitoka hapo utakuja kwenye hii menu hapa hapa, boot manager. Achana napo hapa hapa tunaiona manager napo napo, kwa sababu hii ni system tu ambayo inaongoza hizo data yako. Wewe njoo kwenye hii ambapo hapa hapa hapa umeona napo hapa. Alikuandikia hapa mwanzo achana napo njo hapa ambapo mmekuandikia window windows boot loader hapo. Kwa hiyo hii ndo system yako inayofanya kazi, kwamba ndo window yako. Sasa hii hapa mimi kwangu kuna window kumi na moja ndo inayotumia window kumi na moja ni kama unavyoiona hii hapa description hapa, inapo maelezo yake ni ya window kumi na moja ndo hii sasa. Wecha kufanya hapa kama kuna window zaidi ya ulishusha window ikakatalia, ni zaidi ya moja, yani zaidi ya moja, kwa utakuta kama hivi, kama hii hapa napopacholea hapa kwenye huu weupe, hadi kufikia hapo kwa chini, yani zitakuwa zimepangana. Hii itatangulia, ita hii itakuwa ya kwanza, kuna nyingine itakuwa ya pili. Kwa hiyo itakuwa design hii. Sasa wewe unatakiwa sasa ufute window ambao hauitaji ili kompyuta yako inapo inapowaka inakuwa inaanzia pale pale kwenye hiyo window yako ile ile ile ile copy nyingine usi isi isije, kama nakuletea ile option yako ya kuchagua kwamba je, kuna window 7 na window kumi, unatakiwa uchague moja au inakuletea. Kwa hiyo hapo tena kusolve hilo tatizo, utachokifanya sisi leo tuna deal na identifier identifier, ndo utachukua ID zake hii hapa juu yaani, utakuja tu hapa juu hii identify utachukua ID zake. ID zake ni hizi ha? Hapa utakopi kuanzia hapa, kwa sababu ukisema uandike moja moja itakuchukulia muda. Kopi kuanzia hapa kukopi, ukikopi kawaida haitachukua, utailazimisha kukopi, ambayo utabonza control plus c, yaani utabonza control plus c hapo, nitakuwa nimekopi. baada ya hapo utakuja sasa hapa chini, hapa kama inavyoniambia, itakuletea wewe hapa PSC users Toshiba. We, itakuletea hapa jina lako ambalo ulikuwa umesave kwenye window yako, kwamba wewe ndio mhusika, kwa sababu user ni muhusika, mtumiaji ambao ni wewe. Sasa kwa hiyo hapo sasa kwenye huu uwanja wa hapa ndio utaenda kuweka zile ID zako Ila haidi zenyewe unaziweka kivipi? ili unataka kuifuta. Mimi hapa nina windo kumi na moja, kwayo nitapata hii detaili. kama hii kama nina windo seven kwa chini yake tena, huku chini itakuwa ni windo seven au windo kumi, kwayo zitakuwepo zote, wamekuorozoshea hapo zilizopo. Sasa tunaenda kwenye kufuta, kuitoa hiyo windo ili isikusumbue sikupe shida, ili kompyuta yako umesha tafuta njia ya kuitoa imeshindikana. Wengine kuna muda nasema labda diski imechoka diski imekuwaje. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo ndiyo hivyo sasa. Wewe hapo unaandika kodi hizi, utaandika BCD then, weka then edit, edit. Yeah. Baada ya hapo utaipa space kama hiyo alafu utaweka hii alama hiyo hapa mwishoni, utaandika delete delete. Nielewa, utaandika delete. Baada ya delete, utaipa space, alafu utapesti ile ile id ulioichukua, hii id hii hapa, hii id ndio utae kuja kuipesti wapi? Hapa chini, kwa sababu ulikuwa umesha ikopi utaikopi hiyo, utaje kuipestia hapa, itakuja hapo hapo, utakuwa umeenda kumaliza ukibonyeza enter. Mimi siwezi kubonyeza enter kwa sababu na window moja, alafu hiyo hiyo ndio nitaitumia kwa hiyo niki..., nani itafuta, kwa hiyo nitapata tatizo kwenye kompyuta yangu, kwa hiyo itanibidi nianze moja, kwa hiyo kashusha window upya. Kwa hiyo hapo ilo tatizo ukiipa enter hapo, ilo tatizo utakuwa umeifanyaje? umelitoa kwa hiyo utachagua window ambao uhitaji ambao uitumii, ndio utoe fanyaje, utoe ifuta, staili hiyo. Ila angalizo kwa makini, fanya nilicho nachokuelekeza hapa. Kama sio mtaalamu we we, nakifanya wenifatize, usije ukafanya tofauti, ukaja ukachukua ukapoteza data zako, ukaanza kulalamika kwa tutakuja tusome hizo zi, kuna tumeanza na identify, tutakuja device itakuja parse this description ya hizo zote. Hizi tutaziruka hii local hii, hii ni masuala ya language hii ma, yani hii inahusiana na masuala ya lugha hivyo tuvi, tuvielekeze endapo na tatizo lolote la kompyuta. Tutumia ujumbe, asanteni na Mungu awabariki. Nitarudia tena kusema ila, yani niseme, hii ni elimu, usitumie vibaya, usije kaenda kumfanyia mtu, usije ukaenda ukamfanyia mtu. Kwa hiyo jitahidi, kama una tatizo fanya wewe kama wewe, lakini usije kaenda kumfanyia mtu, kumfutia data zake, itakuwa sio vizuri. Tutumie vizuri elimu, asante. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Tutaonana kwenye video ijayo. Sante.